Nianze kujitambulisha, naitwa Hasani Saidi Ibrahimu, ni katibu wa BAKWATA wa wilaya hii ya Munduli. Lakini pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hii kwa ajili ya iftari, iftari ambayo imeandaliwa na mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Munduli huyo ambaye mnamuona hapa. Na mheshimiwa mbunge, nikushukuru sana kwa sababu nyayo hizi kwa sisi tunahisi kama bado tuko na mzee Lowassa. Kwa hiyo tunakushukuru sana, umevaa viatu vya mzee Lowassa. Kipindi cha nyuma ulikuwa unasema vikuenei, lakini kwa sasa tunaona vinakuenea. Kwa hiyo tukushukuru sana, na sisi tunasema shikilia hapo hapo. Kwa hiyo tunakuomba uendelee kuwa nasi kwa kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, lakini hata nje ya mwezi wa Ramadhani na pia nichukue nafasi hii kukukaribisha sana hapa Mto wa Mbu kata ya Barabarani kidini, lakini kiserikali ni kata ya Mto wa Mbu. Karibu sana. Ikikupendeza, zile tofali zimeshakuja kuliko zikaja zikaharibika kule kwa, kwa ajili ya kukosa simenti ya kujengea. Sikuambii wewe ila na watu wawili hapo ambao najua unawaweza, mimi nikiwaambia na huu ufupi huenda hapa ni shehe wao, lakini wakaleta vitu fulani havieleweki. Faraji na huyo diwani, wewe utajua utawabanaje hao waweze kutupatia mifuko kwa ajili ya kufanyaje ya kujenga ule msikiti. Mheshimiwa, unajua hilo unaliweza vizuri kabisa, wabinya hao wakupe kwa muda huu. Nisichukue muda mrefu sana, nimkaribishe katibu wa wilaya, kwa sababu muda unakwenda sana, ili aweze kuweka ratiba ambazo zinatakiwa zifanyike. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Kwa sisi tuna hamna kukaa na wewe kwa muda mrefu mno sana, tuna hamna na wewe, tuna furahi sasa tulikaa na wewe. Kuna vitu kuna majeraha kwenye roho zetu, zina moyo unapata furaha, unapata burudani. Hatuna shaka na nafasi yako kabisa, kwamba hivi hata angekuja mtu mwingine tutamwenda mbunge nani, yani tukose jina la Lowassa kule mbele tunapata taabu kwa kweli. Tunaona tuna deni kubwa kwa sababu ya fadhila za mheshimiwa baba, lakini na wewe umekuja kufuata nyayo hizo hizo. Asa kwa upande wetu wa imani, nilimwambia katibu leo mimi sitaki kuongea. Kwa sababu mimi ni rafiki, mimi ni familia kule. Sasa nikikaa hapa tena kama mwenye kitu mnaanza kuna nini? Maana ataanza kuniogopa na mimi <laughs> ni mzee kule nyumbani. Kwa hiyo niombe ni sema labda nimwombe katibu wako atambulishe ugeni wako uliofuatana nao, alafu tumkaribishe mheshimiwa diwani aseme machache akukaribishe na wewe kwa itifaki. Katibu tafadhali. Tunasema asante sana, na iftahi hii mbunge isiwe mwisho. Leo tumebadiliza siku si nne, basi malizia tu, si kila siku tutakuja kuwakilisha iftari. Yeah, asanteni sana <laughs> kabisa. Niseme wana Mtombu, waumini, mheshimiwa mbunge, wakati anaingia madarakani, kama nilivyosema, tulikuwa tuna matatizo makubwa ya barabara yetu hiyo hapo ya polisi, National Housing, umwagiliaji kuelekea kule chini. Mheshimiwa mbunge kwenye fedha za mfuko wa jimbo ametoa fedha shilingi milioni mia tano tukaweza kutengeneza kilomita mita mia sita na hamsini za barabara ya lami kama nilivyokuwa umeona. Lakini kama hiyo hatoshi, Mheshimiwa Mbunge kwenye mfuko huo wa jimbo ameweza kutupatia fedha kiasi cha shilingi milioni ishirini. Kwa wale mlioko kule sokoni, nafahamu hali ya soko ilivyokuwa, lakini tayari soko letu limeendelea kuimarika. Mageti yale mnayaona pamoja na moramu ile na mitaro ile ni fedha za mfuko wa jimbo milioni ishirini ambazo tulimwomba Mheshimiwa Mbunge pale kwenye mkutano Mkuyuni, na akatupatia. Lakini kama hiyo haitoshi Mheshimiwa Mbunge, tumekuwa tukimuomba fedha za mfuko wa jimbo kwa maana ya shule ya msingi Mto wa Mbu na shule ya msingi Jangwani. Kufanya hivyo ametupa fedha kutoka mfuko wa jimbo, tukaweza kutengeneza madarasa kadhaa shule ya msingi Mto wa Mbu na shule ya msingi Jangwani. Amejitahidi sana sana Mheshimiwa Mbunge kutushika mkono, lakini kama hiyo haitoshi, lami ile imekwenda na taa zake. Lakini bado kama hiyo haitoshi, taa mnazoziona, taa za barabarani hizo kutoka TANROADS. Mheshimiwa Mbunge amekimbizana kweli kweli, kimbizana kweli kweli baba. Taa hizo ilikuwa zianzie kule Kigongoni, lakini kasema kwa sababu mji uko huku, basi walau tuanzie taa hizi kutoka huku kwenda huku. Tumepata taa sitini na tano, zile ukiunganisha hizi za TANROADS na zile za TARURA taa kumi, jumla tuna taa kama sabini na tano. Kwa hiyo hiyo yote ni kazi ya Mheshimiwa Mbunge, amefanya kazi kubwa sana sana, lakini kama hiyo haitoshi Eh, mradi wa umwagiliaji, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, tume wiki tatu zilizopita, tulikuwa ofisi ya tarafa, zimeshuka bilioni 17.8 kwa ajili ya bonde letu zima la umwagiliaji. Haijawahi kutokea toka tumepata uhuru, fedha hizo ni nyingi kwelikweli, bilioni 17.8 ni fedha nyingi, ukizipeleka kwa shilingi zetu za Kitanzania ni hela nyingi mno. Kwa hiyo tumshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri anayofanya lakini kituo chetu cha afya pale Mtwambu, kama mnavyoona, kimekwenda vizuri, hali imekwenda vizuri, na shughuli zetu zote tunakwenda kuzifanyia pale. Miaka ya nyuma tulikuwa tunakwenda Monduli, lakini sasa hivi shughuli zetu zote, huduma zote za wamama, watoto na sisi wenyewe, kituo cha afya Mtwambu. Kwa hiyo, mheshimiwa mbunge, yako mengi ya kuzungumza, lakini nikasema ni aseme haya. Lakini nyingine ambalo mheshimiwa mbunge, tunakushukuru pia umetoa ahadi yako ya shilingi laki tano kwa ajili ya kuziba mashimo ya barabara yetu ya Magadini kutoka pale kwenye Kwangoka mpaka pale. Mheshimiwa mbunge tayari amekushatoa shilingi laki tano kwa ajili ya kutuunga mkono kwenye barabara ile kwa ajili ya kuziba barabara ile, lakini kama hiyo haitoshi, juzi tu tumekwenda kule wilayani halmashauri kule, tumeangalia TARURA, tuna wastani wa karibu kilomita nne za barabara kwenye eneo letu la Mto wa Mbu. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Lakini Mheshimiwa mbunge yako mengi, kwa sababu ya muda na nini nikasema ni aseme haya machache. Lakini nimeangalia angalia pale, Mheshimiwa Mariam, nimekuona kama upo, na we usogee kidogo usalimie alafu, baada ya hapo tuweze kumkaribisha mheshimiwa mbunge ili aweze kuzungumza na waumini na watu wa Mto wa Mbu. Mheshimiwa, umetusaidia msikiti wa Magomeni kwa kutoa ulichotoa, Mwenyezi Mungu atakulipa atakuongezea. Uli vikao kadhaa ulisema huwezi kuvaa viatu vya mheshimiwa Edward, lakini inaonekana sasa unakwenda kuvivaa na vinakutosha Mheshimiwa mbunge, karibu uzungumze na waumini hawa na wananchi. Karibu sana mheshimiwa mbunge. Asalamu alaikum. Asante sana, na mimi nimekuja kushiriki, kushiriki futari na nye. Sina maneno mengi hata kidogo. Mheshimiwa mzee Huseni, kama ulivyosema, mzee Ndaro pale aliniambia, anashtuka kuniona kwa sababu ni kweli alimkumbuka alimkuwa anamkumbuka mzee. Na mzee Faraji tumekaa tena hapa naye akawa anaendeleza habari hizo hizo, kinaelezea na kuonyesha picha ambayo amepiga na mzee. Lakini pia kila aliyesimama amemtaja mzee, sijui lakini imenifanya nitafakari sana, imenifanya nitafakari kwa muda huu mchache tuliokaa hapa. Niseme, niseme sikuwa nimepanga kuongea maneno haya, lakini niseme kutoka moyoni kwamba kweli mzee alisimamia misingi ya umoja wa Monduli, kutoka moyoni kweli kweli. nasema kusimamia misingi ya umoja wa Monduli sio jambo dogo, mtu anaweza akachukulia kwa juu juu sana. Monduli ina jiografia kubwa, lakini mchanganyiko wake wa watu ni mchanganyiko. Ukiutafakari saa nyingine, unaweza ukasema ni, ni mgumu sana kiutawala, ni mgumu sana kiutawala Manake kawa ni makabila basi, tukianzia na bonde hili, nadhani ndiyo bonde, ni bonde special kwa nchi yetu nzima, kwamba tunajua makabila yote ya nchi hii yako kwenye hili bonde, lakini tok unatoka, unatoka, unatoka kwenye bonde unakwenda kukutana na jamii ya kabila la Kimasai, jamii ambayo wako makini na bado wanasimamia mila zile zote za jadi za miaka yote. Kwa hiyo, kwa pamoja kuweza kuwa na wilaya ya kiutawala na tukiweza kuishi kwa misingi ya amani na kuweza kusimamia maendeleo yetu kwa amani hii hii, ni lazima kwanza Kuheshimu imani ya kila mmoja wetu. Ni lazima kwanza kuheshimu imani ya kila mmoja wetu. Kwamba wote wote tunahubiri kuhusu Mungu. Wote tunahubiri kuhusu Mungu. Na wote imani zetu zinatufundisha kuwa watu wema kwenye jamii. Na wote imani zetu zinatufundisha kuhusu kupigania maendeleo ya jamii yako. Kwa hiyo nami, basi nimelelewa hivyo, niseme kutoka nyumbani, nimebatizwa na kubarikiwa kama mtoto wa Kikristo, lakini nimekuwa tangu primary marafiki zangu wakubwa sana, na hata ambao nimefanya shughuli zangu nyingi nao kwenye maisha yangu ni watu wa imani tofauti, na ni watu wa dini ya Kiislamu, na nimeishi nao kama ndugu zangu miaka yangu yote kuja kwamba naendelea kuheshimu imani, lakini nimekuja pia kuendelea kusisitiza kwamba wote tunavyoheshimiana ndivyo ambavyo tutajenga Monduli yetu. Mzee Huseni ameongea vizuri kwa kirefu na ameongelea miradi mmoja mmoja, mimi sitarudia, sitarudia. Kweli tuseme kweli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, nimesema ni mama mwenye upendo, ni kama kiongozi mwanamama ana upendo na wananchi wake. Lakini narudia kusema kwa Monduli, mama yule amekuwa ni mama wa upendeleo sana kwa miradi ambayo amtuletea. Kwa hiyo tunavyomaliza, tunavyomaliza Ramadhani hii, naomba kila saa tuendelee kumkumbuka kwenye dua zetu, kwa sababu ni kweli mambo ambayo ametufanyia si Monduli ni mambo ambayo haijawahi kutokea kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo tunamshukuru kipekee sana Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Imam, nakumbuka jambo lako ulonipa, umenikabidhi, najua umepokea matofali, lakini ukasema unahitaji simenti, na umesema wazee kushoto kwangu na kulia ninawaamudu. Sasa wengine walianza kujipimia kabla kabla mimi sijawabana <laughs> kwa kwa hiyo mzee Faraji alinikabidhi hapa shilingi laki moja taomba ni ukabidhi ya yes, simenti. Lakini hapa mzee Huseni bado sijambana. Sasa mimi naomba, naomba mimi nitafute sasa hivi inaweza kukabidhi shilingi laki tano alafu watanirudishia hao wawili. Asante. <laughs> Basi baada ya kusema hayo, baada ya kusema hayo, jamani, niwashukuruni sana, nimefurahi nime, nime kushiriki iftari pamoja na, nimshukuru sana mheshimiwa mama yetu Amina Sef kwa chakula kitamu sana. Mimi leo nimeenjoy mihogo, mihogo ilikuwa mizuri sana na kushukuru sana mama kwa chakula kizuri sana asanteni, mbarikiwe sana, shukran.